Tumemkiri Kristo tunakuwa wana. Anasema wale waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wake, ndio wale waliamini jina la Kristo. Kwa wanaoamini jina la Yesu Kristo wanao mamlaka juu ya ulimwengu wote. Wale wanaoamini Kristo wanao amani tele, wanao furaha tele, wanao haki tele. Neno la Mungu linasema Usawa wa Mungu si kula wala kunywa tu, kwa maana yupo mtu mmoja du, leo anafurahia kula tu, akila na kunywa akilala, anadhani ndio maisha, lakini amani hana, furaha hana, haki hana, lakini nataka nikwambie kwa kumkili Kristo. Yesu Kristo anasema ukimwamini moyoni unaohesabiwa haki na ukimkili kwa kinya chako utaokoka. Kwa hajiwena leo takamauka mahali hapa, usiogope Namba za ushauri zipo, namba ambazo tukikupa ukipiga namba hizo, unaweza ukatukuta kitaratibu, tukakuelekeza ni namna gani ya kupata suluhisho la mizigo, ya kupata suluhisho la mateso ambayo amesumbuka nayo kwa muda mrefu. Hata kama yupo ndugu yako mahali popote, alipo jioni ya leo, anateseka na hali yoyote ile nataka nikwambie kwamba yesu kristo yupo anaponya anaponya wapo watu kadhaa walioteseka kuna mama mmoja aliyeteseka kwa miaka kumi na mbili alienda kwa matabibu wote akateseka kwa muda mrefu lakini hakupata msaada wake lakini aliposikia habari kama inayokwambia jioni leo ya kwamba yupo mponyaji ya kwamba yupo mwokozi, ambaye yeye anaponya hata kama mmekataliwa nataka nikwambie yesu kristo ndiye anayepatanisha kwa hata pia alivyoamini kama sauti inavyotoka akasema, hapana, siwezi nikakaa na hali hii, siwezi nikateseka kwa namna hii. Ngoja niende nimfuate huyo mtu, nikazungumza naye, nikisikia neno moja tu kutoka kwake, nina hakika kwamba hata msiba wangu huu isa huyo mama nataka nikwambie, alipoenda akagusa pindo malake akasikia neno moja kutoka kwa Yesu Kristo, naye akapokea uponyaji dhidi ya msiba wake. Hata kama uko mahali hapa popote ulipo, kwa kuamini kwako, nataka nikwambie ukifuatisha maneno haya kusema, ewe Bwana Yesu, naomba unirehemu, ewe Bwana Yesu nirehemu jioni leo ta jina langu katika kitabu cha hukumu na uandike jina langu katika kitabu cha uzima, na kukataa ewe shetani na kazi zako zote, na kupokea uweza wa Yesu Kristo, mahali popote nilipo, kwa ndugu zangu kwenye familia, kwenye biashara, kwenye yale mambo ambayo nimetegemea vinavyoonekana. Wakati chochote nilicho nacho kinatoka rohoni. Haya mambo jioni ya leo Yesu Kristo, kwaamini kwa wewe, naamini ya kwamba yote yamekwisha. Nipokee jioni ya leo kama mtoto wako nipokee jioni ya leo, kama nilivyokupokea. Ninahitaji kuwa ndani yako, nipe neema Kristo, ya kukulia wokovu, mahali popote nilipo, katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie jioni ya leo, kama kuna hali yoyote inayokutesa, wakati unavyotamka mahali hapo, hiyo hali kwa jina la Yesu Kristo, ambaye ni jina lipitaye majina yote, hiyo hali inanyamazisha, na kwa hali yoyote lamkini waulali juani ya leo, wapo watoto wananyongwa nyongwa wanasinywa, kwa maana ngoja kwa kwa ni kwamba shetani hana urafiki waina wowote unao ambao wewe unaupitia. Hata mnavyocheza kwenye mpira huu, angekuwa ni shetani mapenzi yake niye mcheze, juani ya leo msingekuwa salama. Kwa Biblia anatuhakikisha wazi kwamba mwizi hashi ila aibe, achinje na kuharibu. Shetani sio bibi yako wala sio shangazi yako wala sio mjomba wako wala sio rafiki yako. Hana urafiki wowote na wewe, lakini Yesu anasema, si waiti tena nini watumwa, kwa maana shetani anatamani uwe mtumwa kwake kwa wakati wote Usiwe na amani, usiwe na furaha, usiwe na haki, lakini pesa wenayo. Usiwe na amani, usiwe na furaha, lakini magonjwa wenayo. Ngoja nikwambie, Yesu Kristo yupo jana na leo, naye anakuponya amani naye anakupa furaha. Yesu Kristo ndio tunayemtukuza mahali hapa. Hata kwa siku nyingine, unapoona bonde la utukufu wanaangaa matukio kama haya, tunapomtaja Pastor Victor Shongoma, tunapomtaja Mama Victoria, ni kwamba ni kwa sababu Yesu yuko ndani yao. Anasema mkininiwa juu nitawavuta watu kuja kwangu. Hata yote tunayofanya jioni leo, si kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu, bali ni kwa uwezo wa Yesu Kristo ambaye anaweza ye pendo ambayo linazidi hisia. Hatupo kwenye hisia, hatupo kwenye kujisikia, hatupo kwenye kutaka wewe kutokutaka, bali ni kwa sababu pendo la Mungu ambayo limekupenda wewe. Anasema, kwa maana jinsi hii yeye alipenda ulimwengu, ili wewe uokolewe, wewe usipotee, wewe usife, bali uwe na uzima, na chochote ulicho nacho ili kifanikiwe kwenye maisha yako ndani ya michezo wakati wa michezo kwetu, ni afya ya akili, mwili na roho, katika jina la Yesu Kristo, barikiwe.